takubaliana nami kuwa mabadiliko makubwa yametokea ndani ya nchi yetu katika miongo miwili iliyopita. Ndani ya nchi yetu tumeshuhudia mageuzi makubwa ya kiuchumi yaliyotoa nchi yetu kutoka chumi uh, kundi la nchi maskini na kuhamia nchi za uchumi wa kati ngazi ya chini. Mageuzi haya yamekuja pia na mabadiliko ya muundo wa uchumi wetu, yani economic structure ambapo tumeshuhudia kupanuka kwa sekta za msingi kama kilimo, utalii na viwanda na kuibuka kwa sekta mpya za uchumi wa buluu, uchumi wa kijani, uchumi wa kidigitali na sekta za ubunifu, sanaa na michezo, au creative and entertainment industry. Mabadiliko haya ya ndani yamelazimu kupanuka kwa mahusiano na mashirikiano kati yetu na nchi nyingine na yale ya mashirika ya kimataifa mahitaji ya uwekezaji yameongezeka, hali kadhalika mahitaji ya masoko ya bidhaa zetu huko nje. Mabadiliko mengine duniani ni kuibuka kwa matishio kama ugaidi na uhalifu wa kimataifa, uhalifu wa kimtandao, majanga ya afya au maradhi, majanga ya mabadiliko ya tabia nchi, usalama wa nishati. Mageuzi hayo yote yanahitaji mbinu na mikakati na maarifa mapya ya kukabiliana nayo.